Kulingana na kitu inafanyika kwa saa hii, si kitendo mzuri juu sisi wa vijana tunaweza toka kwa nyumba tukuje hapa tungang'ana na kazi mpaka jioni, alafu mpate mwenye siasa akupate, akutumie akupate pesa kidogo ambayo unaweza kula na siku moja, hawezi kusaidia. Ni kutumia mtu vibaya, si vizuri kama vijana wenzangu, mimi naweza sema kabisa kila mmoja fuata ile ishu ambayo, ukitoka kwa nyumba, wewe kazi yako ni boda, basi ufuate kupiga boda boda. Mambo na kupewa pesa ndogo ndogo ili kufanya vurugu, hiyo kwangu mimi naona si sawa kabisa. Polisi wakati mwingine maandamano yakiwa ni amani, wanatumia nguvu sana kupita kiasi. Hapo ndio kidogo huwa wanakwaruzana na sisi, halafu pia na uchumi huu wa sasa, watu wamechoka kunapotokea kitu kama polisi wametumia nguvu, unakuta na ule uchovu wa watu wamechoka na hii uchumi wa sasa. Sasa huwa kuna kuna vurugu, watu hawaelewani baina wao na polisi, nakuwa ni ngumu sana kuelewana e. Nimeshuhudia katika vyombo vya habari kwamba kuna baadhi ya vijana wanakuwa wanatekwa nyara, vitendo vibaya vinafanyika, vijana kukodishwa kufanya vurugu. Okay, kitu naweza shauri ni kwamba katika hali ilivyo nashauri vijana wenzangu kwamba wawe waangalifu katika, hususan katika kuhudumia kufanya kazi na wana wanasiasa. Mimi na nashuku sana vijana wanatumiwa na wanasiasa kuzua vurugu na hata yale maandamano. Aa, kuna baadhi ya vijana nashuku huenda wanatumia na wanasiasa ndio kutoa zile vurugu zinashuhudiwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tuendelee kuishi kwa amani na tuzingatie zile sheria za nchi zile zinavyotuongoza. Na rais anaweza kuzuia ile jambo akitoa amri kwa mapolisi na wanasiasa nao kupiana pesa kwa vijana, ndio inasababisha lifujwa maafa yanatokea na biashara kuharibika. Wakiacha siasa chini, wasema hudumikia mwananchi Kenya, nakuja juu sasa hivi. Lakini ikiwa wataweka siasa juu kuliko kuhudumikia mwananchi, kila siku itakuwa mwananchi anauza kuraki kwa shilingi hamsini, mi niko na njaa Ukija wewe utanipatia shilingi hamsini, watoto wangu wana njaa, nitauza sukari yangu wa shilingi hamsini. Hiyo ndio shida tulionao sisi wa Kenya. Demokrasia ya Kenya imekuwa tena sana na siasa zake zinaelekea vizuri, lakini ningeomba hata vijana wenzangu pia vijana na hata wazee wenzangu pia kwamba unapofika wakati wa kura, unataka kuchagua, uchaguzi umefika, usipelekwe na misingi ya chama, misingi ya kikabila angalia historia na matendo ya mtu hapo tutapata viongozi bora imekuwa ni dasturi hapa kenya bora uko chama hii hata kusimamishwa gunia bado litapigiwa kura kwa sababu <laughs> niko chama hii so tukienda kwa kura tuchague viongozi tunahitaji uongozi bora na si lazima bora kiongozi wanasiasa kutumia vijana ni makosa makubwa sababu gani? Wao wenyewe wanajilinda, hao vijana ambao wanawatumia hawana ulinzi, na ni makosa makubwa. Kama mwanasiasa anaweza chukua pesa apatie kijana aende aingie barabarani, yeye mwenyewe ako ndani ya nyumba, yani huyo kiongozi, baadaye vijana kuingia barabarani kupata madhara kule nje, ni hasara kwake, kwa hili, kwa taifa la Kenya pale limefikia ni wajue kuwa demokrasi imekuwa, na kama demokrasi imekuwa haya mauaji yanayoendelea, mimi nayapinga kabisa, si vizuri, kwa sababu hili taifa ni kama twalitia kwenye shimo. Sasa pahali imefikia, askari anatoa bunduki, anapiga waziwazi wazi, na hakuna hatua yote inayochukuliwa eh, na wanasiasa wamenyamaza. Kwa hivyo wito wangu mimi natoa kabisa, serikali angalie ilo hali na irekebishe, kwa sababu kila anayedemonstrate huwa na sababu zake na katiba inaruhusu. Maoni yangu ni kusisitiza haswa vijana kuwa wawe na maadili mema, manake uh, tunawahitaji katika maendeleo na maisha yetu, manake kama mzazi na kama mama nisingesikia vizuri labda kama mtoto wangu atahusika ama mtoto yoyote hata impasi apoteze maisha yake. Nikiwa mama, ushauri wangu kwa wanasiasa tu ni kuambia ni muhimu ama ingekuwa vizuri waonyeshe mfano mwema kwa hawa vijana wawafundishe siasa iliyo njema, siasa yenye uchumi na maendeleo. Kiangalia katika hii serikali, serikali tunaona si katika mbuka mbuka, mambo sa nafaiae, kuna mambo mengine kidogo. Hawa yafuatilia vile ambavyo atakana ukataka kusoma mambo vijana, kusoma mambo kama haya mambo mafa mafa. Atakana pia kidogo ni wao waingilie katikati yani, wa kutetea kidogo pia kutusaidia vitu kama hivyo, kulingana na hali vile ilivyo katika nchi hii yetu ya Kenya. Kusema kweli, hali si nzuri, na sana sana nitalaumu upande wa serikali kwa sababu maandamano inaruhusiwa kikatiba na kila mmoja ana uhuru wa kuandamana katika hii nchi kulingana na katiba ya Kenya kile kilichoko tunaona sasa kinaendelea katika hii nchi ni kwamba eh, polisi wanatumia nguvu kupita kiasi. Kama vile jana tuliona polisi akitumia risasi katika mtu ambao ni raia ambao hajajihami na silaha yoyote, muuza maski ambapo wao wamefundishwa jinsi ya kuhandle uh, vitu kama maandamano. Kwa hivyo kama mwana Kenya ningeomba serikali na rais mwenyewe Ruto ajitokeze na aeleze waziwazi kinagaubaga kile ambacho kinachoendelea, kwa sababu hao watu wanaonyesha ni kwa na kwamba kuna hoda zengine wanapata kutoka huko juu, na kama itakuwa inaendelea hivo, basi tutakuwa tunahatarisha hii nchi, kwa sababu hii nchi ni yetu sote, na kila mmoja anategemea nchi kama baba na kama mama. Na wakati itaendelea hivo, itakuwa inaleta sasa mtafaruku, hata wageni kuingia hapa. Kama hapa pwani, itakuwa tuwezi kupata wageni, kwa maana wanaposikia mtafarufu namna hiyo, wanapoona habari zinakuwa namna hiyo, inakuwa si vizuri, hawawezi kuja hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali iingilie kati na itatue hili jambo, na waandamanaji nao pia wawe na heshima na waheshimu mali ya wengine na waheshimu pia rights za wengine. Coco FM, ladha ya pwani.